Karibu kama unajiunga, unajiunga nami uh, tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya program jedwali, na kama hujasubscribe katika channel yetu, basi ni kuomba subscribe kwa ajili ya kupata video zingine nyingi zaidi. Uh, kwenye sehemu hii ya pili tutajifunza kuhusiana na seli. Uh, seli ni nini? Seli imetengenezwa na nini? Namna gani ya kuipa jina au tunasema seli naming, unawezaje kutaja jina la seli uh, na aina za seli pia. Kwa hiyo ili kupata maarifa zaidi kwenye eneo hili, basi tuendelee. Kabla tujaendelea mbele zaidi uh, tuangalie vitu gani ambavyo utajifunza kwenye eneo hili na tunategemea umudu nini. Uh, mwisho wa somo hili tunategemea uweze kufanya mambo yafuatayo. Kitu cha kwanza kutambua muundo wa program jedwali kwa maana ya seli na uh, safu ima na safu mlalo, muunganiko wake namna ulivyo kwenye program jedwali. Lakini pia kitu cha pili ni kutambua namna uh, ya kuipa jina seli. Unawezaje kuipa seli jina? Tutafanya uh, hivyo kwa muundo wa uh, theory au kwa maelezo na muundo wa vitendo pia. Asante sana. Sawa, karibu na tuendelee kwenye sehemu yetu ya pili. Uh, sehemu ya pili tunaanzia na seli. Seli uh, ni nini? Seli ni sehemu ndogo ndani ya jedwali ambapo taarifa huingizwa, sehemu ndogo kabisa ndani ya jedwali ambapo taarifa huingiza. Kwa hiyo kwenye kipengele kile au sehemu ambayo unaingiza taarifa yako, ile ndio inaitwa seli. Lakini pia unaweza ukasema ni muunganiko wa safu wima na safu mlalo. Ni muunganiko wa safu wima na safu mlalo, kwa maana ya kwamba ili upate seli kunatakiwa kuwe na muunganiko kati ya safu wima na safu mlalo. Lakini kwa maana nyingine, hapo juu tulisema ni sehemu ambapo taarifa yako ndipo inaingizwa. Uh, maana ya tatu ni kisanduku cha mstatili ambacho tokea kutokana na makutano ya safu wima na safu mlalo kwenye mkeka kazi Mkeka kazi ni lile eneo lako lote la program jedwali ambalo unalifanyia kazi kwa wakati huo. Kile kisehemu kidogo ambacho unaingiza taarifa ndio kinaitwa seli, au kile kisehemu kidogo kilichotokana na muunganiko wa safu wima na safu mlalo ndio kinaitwa seli. Aa, maana yetu ya chini kabisa imechukuliwa kwenye kitabu cha sayansi darasa la sita kilichotolewa na Taasisi ya Elimu Tanzania. Aa, tuangalie kwa vitendo zaidi. Tuchukulie huo ndo mkeka kazi wetu. Mkeka kazi ni huo wote kwa ujumla, ile sehemu ya programu jedwali yetu kwa ujumla, tunaifanyia kazi kwa wakati huo, ndo tunaita mkeka kazi. Uh, ukisema safu ya, ya, ya, ya wima ni vyumba vilivyoelekea chini kutoka juu kwenda chini. Kwa hiyo A ni safu ya kwanza ya wima, B ni safu ya pili ya wima, na C ni safu ya tatu ya wima lakini safu ya ulalo ni hiyo vyumba vilivyoelekea upande wa kulia ambavyo vimewekwa alama za namba. Kwa hiyo namba moja hapo. Okay, sawa. Kuna mshale na kuonyesha hapo kwamba huku kuja chini ni safu ya nini? Ya wima. Lakini namba moja ndio safu yetu ya ulalo, namba mbili ni safu ya ulalo, namba tatu ni safu ya ulalo. Kwa namba nne, namba tano pia ni safu ya . Kwa tunavyosema safu ya wima fasili yake ni nini? Kwamba kutoka hapa a hey, kuja huku chini kipengele hiki ambacho hiyo alama nyekundu inatembea hiyo ni safu ya wima. Ukienda hivi, hiyo tunaita ni safu ya ulalo. Kwa hiyo namba nne pia ni safu ya ulalo. Kwa hiyo ukitokea hapa na hapa pa miungana, maana yake mistari ya wima na ya ulalo imeungana, imetengeneza hicho kiboksi chenye rangi ya kijani. Uh, hicho hiki kiboksi kimoja ndio kinaitwa seli. Kwa hiyo hii ni seli, hii ni seli seli. Kwa kichumba kimoja hiki peke yake ndio kinaitwa seli. Muunganiko wa seli ndio tunapata mkeka kazi. Kwa hiyo mkeka kazi wote au hii kijedwali chote kimetengenezwa kwa muunganiko wa hizo seli. Kwa hiyo ukiambiwa seli ni iko kichumba kimoja, huu ni tunaita safu mlalo lakini hapa tunaita safu wima. Safu mlalo, safu wima. Kwahiyo, A, B na C maana yake kuja chini, ukichukua kuja chini ni safu wima. kwa kwasababu ni vyumba vilivyokaa kwa wima. Ukichukua namba moja kwenda upande wa kulia, namba mbili kwenda upande wa kulia, namba tatu kwenda upande wa kulia, maana yake ni safu mlalo, ni vyumba vilivyokaa kwa, kwa namna ya ulalo au vyumba vya mlalo. Kwa hiyo hivyo ndo tunavyomaanisha safu wima na safu mlalo, ikikutana ikatengeneza kibox kama kilivyo hiki hiki hiki na hivi vingine vyote unavyoviona kimoja kimoja, hiki kibox kimoja peke yake ndo tunakiita seli. Okay? Kwa hiyo ukielekea upande huo ndo tunasema kwamba huo ni safu mlalo, kwa hiyo kuja chini ni safu wima ya kuipa jina seli, uh, jina lake la uh, la na, uh, na, na jina la seli linaandikwa kwa kuanzia safu wima na kufuatiwa na safu mlalo. Kwa hiyo ukipewa jedwali uh, au program jedwali, unatakiwa kukumbuka kuwa kwenye upande wa safu wima kunakuwa na herufi inaanzia na A B C D hadi Z. Ikiisha Z itaanza herufi tena zitaendelea ku. Lakini pia kwenye upande wa safu mlalo kuna kaa na namba. Kwa wakati unataja seli itaanza herufi itafuatiwa na namba, na kwa namna gani tutaangalia hapo mbele. Lakini pia kuna kitu ambacho sikugusia pale juu, tunaita seli amilifu. Seli amilifu ni seli iliyochaguliwa Kuingizwa data, au kuingiza taarifa. Wakati unavyoandika kitu sehemu ile ambayo umeichagua wakati huo, aidha kuandika au kuedit kitu. Ile ndio inaitwa seli amilifu, kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni active cell, ni seli ambayo iko kwenye matumizi kwa wakati huo, mshale wako uko hapo kwa wakati huo. Kwa hiyo ukiambiwa seli amilifu ni seli iliyochaguliwa kuingiza au kuingizwa data. Tuangalie mfano wa jedwali. Tuchukulie huo ndio mkeka kazi wetu. Kwenye programu jedwali huu tunaita kazi, sehemu ambayo tunaweza tukaandika vitu mbalimbali mbali. Na tukumbushane kwamba hii mistari hii iliyokuja chini tunaita safu wima, kwa maana hii yenye herufi. Kwa hiyo tuna safu wima A, safu wima B na safu wima C, lakini pia tuna safu mlalo namba moja, safu mlalo namba mbili, safu mlalo namba tatu, safu mlalo namba nne na safu mlalo namba tano. Tukumbushane tulisema seli ni makutano ya safu wima au ni muunganiko wa safu wima na safu mlalo, lakini pia taasisi ya elimu ilituambia kwamba ni chumba cha mstatili, miki, maana yake kina umbo la mstatili ambao linatokana na makutano ya safu wima na safu mlalo. Kuipa jina seli sehemu ile ambayo umeichagua, tuangalie kwa urahisi, tuchukulie kwamba seli yetu ni hii. Tutaitaje hii seli? Tutaiita B2 au B2. Kwa nini ni B2? Kwenye kutamka au kuipa jina seli, tunachukua sehemu ya seli ile ilipo, tunaangalia ilipo seli. Hii iko hapa. Je, safuima yake kuna herufi gani? Kwenye safuima kuna B, lakini pia kwenye safu mlalo iko kwenye namba mbili. Kwa hiyo iko kwenye B ila mbili, kwa hiyo itakuwa ni B mbili. Kwa hiyo wakati wa kuipa jina seli, maana yake tunachukua safuima tunaunganisha na safu mlalo, kwa hiyo chumba chetu kwenye upande wa wima juu iko kwenye mstari wa B. Kwenye upande wa ulalo iko kwenye mstari wa mbili, kwa tutaita B, mbili. Kwa hiyo tutaita B mbili. Kwa hiyo iko kwenye wima iko kwenye B na kwenye mlalo iko kwenye mbili, ndio maana tumeita B mbili. Tukienda hapo, tuangalie pia tuna seli nyingine hii hii, kwenye upande wa wima iko kwenye C lakini kwenye upande wa mlalo iko kwenye tano. Kwa hiyo hii tutaita C tano, au C tano. Kwa nini? Kwa sababu kwenye wima iko kwenye C na kwenye mlalo iko kwenye tano. Maana yake ni C5. Lakini pia tutaandika hapo. Hiyo seli yetu ni C5. Kwa nini tumesema C5? Kwa sababu iko kwenye C na iko kwenye namba tano. Hatuanzi namba tukafuata na herufi. Tunaanza herufi, tunafuata na namba. Uh, tuangalie pia. Tuchukulie seli nyingine ni hii hapa. Hii seli iko kwenye A lakini huku iko kwenye moja, kwa hiyo itakuwa ni A moja au A1, kwa sababu kwenye safu ya wima iko kwenye A, kwenye safu ya ulalo iko kwenye moja. Kwa hiyo kwenye wima iko kwenye A na kwenye ulalo iko kwenye moja, kwa hiyo itakuwa ni A moja. Kwa hiyo hiyo seli ni A moja. Tukienda hiyo, tuchukulie seli yetu nyingine ni hii, hii seli kwenye safu ya wima iko kwenye B kwenye safu ya ulalo iko kwenye nne, eh inaweza ikaitwaje? unaweza wewe ukapata jibu lako la haraka haraka. Tutaita B nne. B nne kwa nini? Kwa sababu kwenye wima iko kwenye B na kwenye ulalo iko kwenye nne, kwa hiyo ni B nne. Kwa hiyo ukiambiwa taja seli iliyoonyeshwa hapo, angalia kule juu iko kwenye herufi gani na huku pembeni iko kwenye namba gani. Kwa hiyo chukua herufi, onganisha na ile namba yake, ndio utapata jina la seli hiyo. sika Tuangalie pia mfano wa mwisho. Kwa hiyo ni B4. Mfano wa mwisho, tuchukulie seli hii hapa. Hii seli huku iko kwenye C, lakini huku iko kwenye tatu, fasili yake tutaita C3. Si, kwa sababu kwenye upande wa wima iko kwenye C si, na kwenye upande wa ulalo iko kwenye tatu. Kwa kwa hiyo hii seli ni C3. Si, na hivyo ndivyo navyotakiwa kufanya kutambua majina ya seli na na namna seli zinavyoitwa. Asante sana, tuingie kwenye vitendo.